Zakayo, hiki ah! ni kichwa sio kichwa cha habari, mzee. Ah! goja kwanza nyente nkalae. Ah! binti yangu, unajiamini sana na huyu alishasema hapa si salama. Kwa nini unaamua kuyafanya haya yote? Kwa nini unaamua kuweka rehani wai wako kwa ajili ya kutusaidia sisi? Na yote haya anayafanya kwa sababu tu ya mapenzi. Ni kweli ni upendo tu mama alionao. Niache niongee ukweli, hizi ni hisia zangu. Nakupenda Ndui, natamani uje kuwa mme wangu. Simshangai mtoto wangu kwa sababu nimemlea katika maadili mema yenye heshima, hekima na busara. Lazima kukataze kuongea mbele yangu, lakini nikuondoe shaka mwanangu, mimi ni mama, ni mzazi kwako na ulipofikia umri wako una ruhusu kabisa. hmm? ile si picha yangu ile picha yangu sasa hivi niko mlangoni hapa, nani ale nipigamie picha mpaka imeka pale ukutani? Alafu yule alipaka majivu yule pale kampiga nani picha yule baba yake leva kanzu, alafu amejivu usoni, maajabu. Nendelea, yeah, yeah, yeah. Kwa hiyo mimi ni mzazi mjinga kiasi gani wa kupata binti mwenye huruma eh, mwenye busara, anayetoa msaada? Hakuna mzazi ambaye anaweza kumkataa mkwe kama huyo. Kiufupi, nimeridhia mahusiano yenu, nimekupokea uwe mkwe wangu. Kuwa na amani. Asante mama. Kama umelizia nimelizia mwanangu, kwa sababu ndoto yangu ni kila siku kukupa amani na furaha, nione tabasamu lako, nione furaha yako, na ndo maana hata kile nilichokifanya ni sehemu tu ya kukupa furaha wewe, ili nitimize ndoto zako, lakini nikajikuta napotea. Lakini kwa hili mwanangu, nitasimama imara na wewe Ntawapa ushirikiano wote kwa pamoja. Lakini binti, unatusaidiaje? Kama ulivyosema, hapa si salama na nyumbani si salama, tutaelekea wapi? Kuna sehemu ya uficho, ntawapeleka. Afadhali mwanangu, naomba utupeleke hata sasa hivi, maana naogopa babako asija kaja akamzuru. Mwanangu hamna shida mama, ngoja tu tuwasubirie wageni wangu wakirudi kisha mtakwenda sehemu ya maficha pia. Baba, niseme asante kwa kubariki usanii wetu kaka, asante ah. Imekuwa kama bahati kukutana na wewe, maana mguu huu nilikuwa nakuja nyumbani kwako, ni muda mrefu kidogo tujaonana. <laughs> Yani huu mguu unauona, ulikuwa unaelekea kwa shemeji yako ambaye mke mtarajiwa wakakaako Chumvi Nyingi, ila kuna kitu ambacho mii kinanishangaza na kunitatiza kwenye akili yangu nashinda kukipatia majibu. Unaona hii pete hii, ni pete nimeokota pale nyumbani nje, lakini baada ya kuivaa hii pete kwenye kidole changu, nikaona vitu vya ajabu sana yaani vitu ambavyo hata mimi nimeshinda kuvielewa vinamaanisha nini. Nimeona kaka yako Chumvi Nyingi, nimemuona kabisa akiwa amekaa na watu wamevaa masanda si meupe. Vitu vya ajabu ajabu. Au Chumvi Nyingi upi? Ah, tch. Pepe nisikilize, mimi ninazungumza Chumvi Nyingi, yupo kwenye matatizo, kaka yako mwokoe, tujue sisi ya kumwokoa. Nakufahamu muda mrefu sana, tena nakufahamu tangu ukiwa unasoma. Bado najiuliza ina maana ulishamaliza hadi form four? Na hata kama ulimaliza, ni kitu gani ambacho kimekusibu wewe mpaka kubadilika kuja kuwa na gengi hii ya kiuni, kuja kujiunga na timu ya kishetani? Fakwini, mi nakufahamu kama shemeji yangu. Kwa Maboti nilikuwa nakufahamu kama mtu ambaye mlikuwa mnapendana sana na Maboti, lakini cha ajabu leo hii umebadilika, umekuwa mnyama, umekuwa shetani. unajifanya unanijua sana eh? Eh? Mimi siyo yule Fakwini unayemjua wewe. Mimi nimekuwa mnyama, tena zaidi ya mnyama, na unavyoendelea kumtaja huyo mbwa mwenzako utanifanya nikufanye ni kitu ambacho hautakuja kukiamini, kwa sababu mimi hakuna watu ninaowachukia kama nyinyi mashemeji. Kaka nimemwona juu nyingi akiwa amevaa koti jekundu pamoja na suspenda na suruali. Akauniamini ndugu yangu, niamini mimi kaka yangu, mimi kaondoka mkongo wa Ufiji. Na hizo nguo ambazo unasema yeye kazivaa, hapana, yeye amevaa vesti ambayo ni kama t-shirt amevaa na kaptura pamoja na raba. Sasa huyu ni chumvi nyingi gani? Nisikilize. Vai hiyo pete, vaa kwenye kidole chako. Hiyo pete chukua ni vae. Va. sababu mlikuwa na uwezo wa kumshawishi Mabuti akajua nini afanye kunusuru kiumbe ambacho mimi nilikuwa nacho tumboni, lakini nyinyi ndio kwanza mlimjaza ujinga. Kwa hiyo sasa sitaki kujifanya unanijua sana, na ukiendelea kuleta huo huo mdomo wako, hautakuja kuamini. Sawa, sasa kosa la Mabuti si linatuhusu nini? Kwa nini makosa afanye mtu mwingine tuhukumu watu wengine? hii sio haki. Wewe Mabuti ule ni jinsia gani? Na sasa, sikiliza nikwambie kitu, ikitokea hapa mmoja wetu akapata ujauzito, usitegemee kwamba utaondoka na kwenda kuanzisha huko maisha mengine. Wewe utakuwa ni wakufa tu na kiumbe chako kitabaki kikiishi hapa kwenye mji wetu. Ila huu ni uonevu, haiwezekani! Kosa fanye mtu mwingine, adhabu apate mtu mwingine. Nyinyi ni wakufa tu. Shida gani kidevu balbu? Hebu hiyo pete kwa mbili, mbili kwa mbili mbili tunaenda na moja kichwani. Ni eh! Kweli nimemwona Chumvi Nyingi, lakini mbona nguo alizovaa sio alizoondoka nazo? Hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa sana, na hatutakii kulifumbia macho hata kidogo. Cha msingi tutafute mtu mzima mwenye busara zake aweze kutusaidia jambo, sawa? Lakini kabla hayo yote hayajatokea, mimi nadhani tungefika kwanza nyumbani kwako, asante, ili niweze kuchukua begi langu la nguo, nibadilisha kabisa na hizi nguo, alafu ndo tuanze sasa kumfuatilia huyo mtu mzima kutusaidia. Basi mimi nadhani kwa mbili mbili, kwa mbili mbili, pete yako ishike, twende. Haina sababu ya kukaa na kujikumbushia vitu vilivyokuumiza nyuma, kwani tuishi kwenye haya maisha ambayo tumeyachagua sisi, maisha ambayo tumeamini yanatupa furaha na ni maisha ambayo tunayafurahia kwa wakati huu. Hawa wanaume wote ni mbwa. Unadhani labda atakuwa na chamana chote cha kukwambia zaidi zaidi? Tu achukue muda wako kukurubuni, na wa siku aja kubadilika. Hachana nao ndugu yangu. Umeongea vizuri sana, nimekuelewa na umezidi kuwa jasiri lakini mimi nilikuwa na wazo, hata kama hapa mmoja wetu akitokea ameshika ujauzito, hawa sio wa kuwaachia, hawa ni wakufa tu. Sikia nikwambie kitu, kila jambo lina wakati wake. Utafika wakati wao. Nipo kama sipo.

kwenye zile maiti ishirini na nne bwana, mimi kusema za ukweli, make wanasemaga moyo wa mtu kichaka. Leo ndio ile siku ya maiti ishirini na nne kuchukuliwa, ila katika hizo maiti bwana, mimi kusema za ukweli, nimekupenda na nimekupenda toka moyoni mwanzo, nime nime, bwana iti inafikia hatua nikinywa maji na nakuna kwenye glasi Haki ya Mungu mi nakwapia, mi nakupenda, yapo mpaka moyo wangu. Ukiuangalia mda mwingine unatoka unadunda nje ya shati mbwi mbwi, hapo unataja jina lako tu maiti maiti, cheupe nakupenda. Hata hivyo mimi, huko kwetu kabla sijafika hapa, walikuwa wananiita Mboso kwa sababu mimi napenda, najua mapenzi na najua kuya hendo basi kama utaki kuniamini, nimekutungia na mziki basi naenyewe uamini je. Yeah, una sauti ka kinanda, una mdomo wa denda, utaki tuende China, unataka nikupeleke Uganda, ukinikisi na data, nakula tunda na ganda, nyuma umejaza banda, unatikisa kama bata, na ndio maana nakufuata, new beats na <laughs> Nimekutafuta mno. Kwa nini kuniaga? Kwa nini uniamua kuondoka bila kuniaga? Ulinifikiria na mimi mama yako, lakini ulikuwa wapi? Maana nimekutafuta mno, sasa ulienda wapi? Nisamehe sana mama. Kwa nini nilishindwa kukaa hapa? Kwa sababu nilihisi mume wangu Champo atakuja. Hivyo nichukua uamuzi wa kwenda kwa rafiki yangu anaitwa Pelu kwa sababu aliniambia yeye ni mganga kienyeji mama, lakini bila kujua kumbe rafiki yangu Pelu anashirikiana na mume wangu Champo hasa. <laughs> Ah, ndugu yangu kukuimbia nakuimbia kuongea na wewe umetulia tu basi. Sasa ngoa mimi nifanye yangu sasa, mchezo wenyewe huwa chapuchapu. Wanasemaga biashara asubuhi

Nikuwache hii eh, style au nikubadilishe? Unaona wanapenda hivi au au kubadilisha? Kama unataka nikubadilishe style. Ni amani, unataka kuibaka maiti? Yaani umefikia kabisa kichwa filimi, unataka kudaka maiti? Jamani, wewe kumbe unataka maiti mikosi, eh? Yaani, tayari mtu hapa amekaa hapo tushamuosha, unataka kumchafua, unataka biashara iwe ngumu, unataka kutia nuksi. Ha? Aki, usinikwambia unataka nianze mie. Usinikwambia nianze mie. Mambo mwenyewe ya kujipongeza ya kisofa bwana. Ndio maana mama nimeamua kurudi tu nyumbani. Eh, ina maana huyu Pelwa ana namba za champo. Ndio mama. <sighs> Yaani mimi nimekutafuta sana mwanangu, hata huko kwa peru nimesha kwenda baada ya kujua yeye ni mganga kienyeji, lakini kila nilivyokuwa nik nikienda alikuwa na kazi ya kulizungusha tu, njoo asubuhi, njoo jioni. Kumbe hata huyu champo kuwa mfu, inawezekana peru anajua kila kitu. Na mume wako amekuja mara nyingi hapa na ujaji wake. Kila anapokuja ananiwekea vitisho kwamba wewe na mwanao uwai wenu huko kwenye mikono yangu, nitawaua kwa mikono yangu. Ndio maana nilikwenda kutafuta mwanangu nikupate, ili tuondoke hapa. Hapa si salama tena pa kuishi, tuondoke kwa mjomba wako. Sawa mama. Sawa. Mwenzaku, sabuni tumetumia mara ngapi? Kila siku sabuni, kila siku bakali, bakali, bakali, azikuchosha mimi mwenyewe ninapiga bakali mpaka ninakonda. Leo najipongeza, unanikataza? Sitaki bwana. Wewe sikiliza wewe, sawa? Mimi sio mtu wa tamaa kama wewe, sawa? Mimi sio shak shak, umeona eh? Mimi ni mwepesi kama fire, naondoka kama umeme, kwa hiyo usije ukanipanga panga kwa mistari haya, sawa sawa? Au uko utakusemaje? Niambie hapo, utakusemaje? Niambie sasa, taratibu sasa Waasikia kusofa hapa bwana, hapa mchezo uliopo hapa. Unajua watu kama wembamba, afu weupe, waakwaga watamu. mi mpaka unaniona nimeshaishikana huyu. Ujua kuna kitu hasa ndugu yangu hapa, ili na wewe upate natakiwa hapa mchezo zamzamu. Mshike huyo, atoki mtu, iyo ngumu. Sawa, labda kwa kunishawishi nianze mie, kwa sababu mimi ni mtu mzima, viwembe vinaisha. Hii nimeanza tu pasi paka inakuja chapa jogoo. Nipo wewe, kiwembe umeanza kunua juzi juzi na kuona hapo, nataka kwanza wewe uko pinzi mvi zazo kuja kuja, ndugu yangu, niache nianze mimi. Nikishamaliza mimi unifuata wewe, kwa sababu mimi ah, nini? Lakini mimi nipi, unataka nini? naanza mimi wapi? <tch> nini Acheni ujinga hapo au huyu huyu wa wewe. Eti huyu wa wewe? Wewe. Wewe. Wewe eti. Ah, endelea bana <sighs> Mimi mbona wewe unaniachia? Mimi nyakati za alama ambazo nazijua. <tus> afu nazijua kuniambia akasema kasema amesema saa ngapi? Yaani wewe endelea kujifanya ubishi ubishi isogongo zinavyokupeleka vibaya, zina kunywa pombe za aina gani? wewe baka. Ah, baka tu, yani wewe baka tu. Kwanza wewe nakushukuru kwa sababu leo unaenda kunifanya nizisahau. bakali nondo mwa mnanili mwa mnyenyenye. Kazi inaenda kuanza sasa, au nikuweke staili ipi? Hii unapenda kwanza nikupige busu kabla ya